Naam, shalom shalom shalom, ninakukaribisha tena katika e, mwendelezo wa e, kipindi chetu cha Mungu katika historia. Ninakusalimu tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na amani iwe juu yako. Fuatana na mimi tena e, katika e, series nyingine ambayo leo tutakiangalia kitabu kile cha kutoka na katika utangulizi tu jina la, kuto, jina la Kutoka e, ni kitabu cha pili katika vile vitabu vinavyoitwa vitabu vitano vya Musa, linalotokana na jina lililopewa na watafsiri wa Agano la Kale la Kiunani, yani Septuaginta, likimaanisha kutoka, kuhama au kuondoka, linalotokana na ajabu moja kubwa katika zile alizozifanya Mungu katika uhusiano wake na watu wake. Yani, hapa ninawaongelea Waisraeli katika Agano la Kale na kuwatoa utumwani na kuwaondoa utumwani katika nchi ya Misri. Sasa huu ni muujiza mkubwa katika historia ya wana Waisraeli kwa jambo hili aliyolifanya Mungu, yaani kitabu kile cha Kutoka 32:11, linasema uliwatoa kwa uweza wako mkuu na kwa mkono wako wenye nguvu, nao Wamisri watajua kuwa mimi ndimi Bwana nitakapounyoosha mkono wangu dhidi ya Misri na kuwatoa Waisraeli watoke humo. Yes. Sasa hiki kitabu cha Kutoka kinaendeleza habari za wazao wa mababa wakuu ambao kwa sasa wanaitwa Waisraeli, na habari za Waisraeli zilianza na Abraham katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 12 mstari wa kwanza. Sasa Mkazo maalum umewekwa kwenye hali ya wana wa Israeli huko Misri, walipokuwa wakikabiliwa na utumwa na kutendewa jeuri, katika kitabu kile cha Kutoka sura ile ya kwanza mstari wa kumi na tatu e, kulinganisha na hali nzuri waliokuwa nayo wakati wa Yusufu. Kutokana na hali hiyo, Mungu alimchagua Musa kwa kazi maalum, kuwaokoa Waisraeli kutoka utumwani Misri, kuwaongoza na kuwaingiza katika nchi ya Kanaani ambayo Mungu alikuwa amewaahidia baba zao. Musa alijulishwa ukweli kwamba Mungu wa baba zao alikuwa karibu kuingilia kati ili kuwaokoa Waisraeli kutoka kwenye utawala wa Farao, yale yaliyotukia baadaye kwa Wamisri na Waisraeli pia katika yale mapigo kumi, ukisoma vizuri katika e, sura ile ya saba Kutoka, kuanzia mstari ule wa sita mpaka e, e, Kutoka ile sura ya kumi na moja ule mstari wa, wa kumi. Sasa yale mapigo kumi yote yalitimia wakati wa Kutoka. Sasa Mungu alionyesha nguvu zake kwa Waisraeli na kwa Wamisri katika yale mapigo kumi. Pigo la mwisho lilisababisha wana wa Israeli waruhusiwe kuondoka Misri. Kabla ya Waisraeli kuondoka Misri, waliadhimisha sikukuu ya Pasaka. Yes, yaani hapa tunamaanisha ile sikukuu ambayo eh, Wakristo wengi sasa hivi wanasherekea. Sasa hu ndio ulikuwa mwanzo wake. Sasa kuanzishwa kwa Pasaka ilikuwa ni katika kitabu kile cha Kutoka kumi na mbili kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka wa ishirini na nane na kuadhimisha kila mwaka kulifanyika ili kuvikumbusha vizazi vijavyo ukombozi huu wa muujiza kutoka katika utumwa wa Misri. Tukio hili linafanyika katika historia iliyofuata baadaye na kuandikwa katika vitabu vya Israeli kama mfano wa hali ya juu kabisa wa muingiliano wa Mungu kwa ajili ya watu wake. Waisraeli walianza safari yao wakiwa na e, eh, wanalindwa na kuongozwa na Mungu mwenyewe, yani katikati Kulikuwa kuna nguzo ya wingu na wakati wa mchana na nguzo ya moto katikati usiku. Ehe, na Musa aliwaongoza wakavuka bahari ya Shamu, e, bahari ya mfunjo au bahari nyekundu, ukisoma katika kile kitabu cha Kutoka 13 kuanzia mstari ule wa 17 mpaka Kutoka sura 15 mstari ule wa 21 na baada ya Mungu kuigawa wakapiga hema jangwani chini ya mlima wa Sinai kwa muda wa mwaka mmoja. Hapo ndipo Mungu alifanya agano lake na wana wa Israeli na kuwapa sheria za kuongoza jinsi watakavyoishi na kumwabudu. Yaani hapa tunazungumzia zile amri kumi za Mungu ukisoma katika kile kitabu cha Kutoka kumi na tisa kuanzia mstari ule wa kwanza mpaka eh, Kutoka sura ile ishirini na nne mstari wa kumi na nane. Eh, ndiyo kwani hapa ndipo Musa alipopewa ufunuo mkuu wa Mungu akipewa kiini na asili ya dini ya Kiisraeli ni hapa Mungu ndio anatuonyesha sasa mwanzo kabisa wa dini ya kwanza eh, kuzaliwa eh, duniani eh, he, mpaka leo hii ni, ni dini ya Israeli. Na kubadilishwa kwa Israeli, walikuwa watumwa kwa zaidi ya miaka mia nne na thelathini. Yani hawa ya mabwana walitumika kule Misri Misri, miaka mia nne na thelathini na baada ya miaka ile 430 sasa, ndio wakawa wa taifa huru lililojitegemea chini ya uongozi wa Musa, na ni moja ya miujiza mikubwa kabisa katika nyakati za Agano la Kale, yale mapigo kumi na kule kutoka kwao. Mungu alimtafsiria Musa kwa njia ya ufunuo. Sasa tunakwenda kuangalia wazo kuu katika kitabu hiki cha Kutoka. Wazo kuu ni Kutolewa utumwani, kuanzishwa kwa Pasaka, kuongozwa na Mungu, kuingia kwenye agano na Mungu, kuanzishwa kwa uhusiano baina ya Israeli na Mungu. Yaani inamaanisha agano sasa kulisababisha Israeli itambuliwe kuwa taifa takatifu kwa njia ya kumwabudu Mungu kwa moyo wote na utii kwake. Israeli ilipaswa kuonyesha kielelezo kuwa wao ni watu wa Mungu. Mungu aliwapa watu wake amri kumi, sanduku la agano, makuhani, hema ya ibada ilikuwa E, ili kuwafanya wawe na maisha ambayo yangedhihirisha yange kwamba watu hao ni watu wa Mungu kwelikweli kweli. Na vitu hivyo viwaongoze katika lengo hilo. Jambo muhimu ni kwamba kitabu cha Kutoka kinaeleza miujiza mingi kuliko kitabu kingine chochote katika Gano la Kale. Kinafahamika kwa kuwa na amri kumi. Sasa wahusika wakuu katika kitabu cha Kutoka alikuwepo, ni Yakobo, yani namaanisha Israeli, na wanae Yusufu, binti Farao Moses, Aruni, Miriam, Yethro, Farao na Wamisri, Yoshua, Dezazeli, Musa ni muhusika mkuu aliyetumiwa na Mungu kuokoa Waisraeli na kuwa kiongozi wao kwa muda wa miaka arobaini. Sasa mwandishi wa kitabu hiki cha Kutoka na mahali, e, mwandishi wake wa kitabu hiki ni Musa. Ingawa alikuwa mtu dhaifu, Mungu kwa uwezo wake mwenyewe alimpa uwezo mkubwa wa kutenda miujiza sawa na kile kitabu cha Kutoka saba e, spitari ule wa sita mpaka sura ile ya kumi na moja na kuongoza sasa. Mahali ambapo kitabu hichi kiliandikwa ni na mahali ambapo kitabu hiki kilikuwa kinazungumza na mazingira yake kwa ujumla ilikuwa ni, ni jangwa wakati wa Israeli wanatangatanga mahali fulani katika guba ya Sinai. Sasa moja kwa moja tutakwenda kuangalia mgawanyiko wa kitabu hiki cha kutoka, na mgawanyiko upo kama mfuatavyo. Sehemu ya kwanza ni Musa, kiongozi aliyechaguliwa na Mungu, yaani hapa una unaipata katika kitabu kile cha kutoka e, sura ile ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza mpaka kutoka sura ile ya nne mpaka mstari ule wa thelathini na moja. Na sehemu ya pili unaipata katika e, kitabu kile cha Kutoka sura ile ya tano kuanzia mstari ule wa kwanza e, mpaka e, sura ile ya kumi na moja mstari ule wa kumi. Yaani hapa tunazungumzia e, ugumu wa Farao na matokeo yake namna ya mapigo kumi yalivyotokea. Lakini sehemu ya tatu ni kuanzishwa kwa Pasaka na pigo la mwisho, e, unapata katika kitabu kile cha Kutoka sura ile ya 12 kuanzia mstari ule wa kwanza E, mpaka mstari ule wa 30. Lakini pia katika kitabu kile cha Kutoka, e, kutoka sura ile ya 12 kuanzia mstari ule wa 31 mpaka kutoka sura ile ya 19 mstari wa 2, e, unapata kutoka Misri mpaka mlima wa Sinai. Yes. Lakini pia sasa hadithi e, inapoanza kuchangamka linazidi e, kuwa tamu kulikweli ni kuanzia hapa e, kutoka sura ile ya 19 kuanzia mstari wa tatu mpaka kutoka sura ile ya 24 mstari wa nane. Yaani hapa ninazungumzia agano la Mungu na amri zake. Lakini sehemu ambapo e, tunapata desturi ya kuabudu na namna na utaratibu ambao unaweza ukaingia e, hemani mwa Mungu kuabudu, yani hapa ninazungumzia hema ya ibada unaipata kuanzia e, kitabu kile cha kutoka kuanzia sura ile ya ishirini na nne kuanzia mstari ule wa tisa mpaka kutoka e, sura ile ya arobaini E, ina mistari 38 tu peke yake mpaka kufika hapa. Sina la ziada. Kitabu cha Kutoka ina sura 40 na sura ya mwisho kabisa e, ina mistari 38. Chukua muda wako, chukua e, siku yako kwa ajili ya kujifunza kitabu hiki cha Kutoka, kupata hadithi mbalimbali e, kupata namna ambavyo e, amri kumi zilivyopatikana kupata ambavyo kuona e, taifa la Mungu lilivyoteguliwa. E, lakini pia zaidi sana ujifunze kuhusu agano, maana agano ndio kitu muhimu paka hapa. Mimi MC wako e, Mfarisayo, sina la ziada, ni hayo tu ambayo nimekuandalia siku ya leo katika chumba cha kuhifadhia gombo. Sina la ziada, ninakutakia tena e, usikivu mwema na uonaji mwema. Shalom shalom, amani iwe na wewe, amina.